Wakafanya kujifungia katika chumba nakawambiwa kwamba milango ilikuwa imefungwa, wakisahau ya kama kama watezi wake Yesu Kristo wangekuwa na haja na wao nawaweze kujua kwamba wamejifungia katika chumba fulani kule Yerusalemu, ao wamekuja milango kuvunjwa dirisha kuvunjwa. Kwa hiyo mnani kutendewa mjeuri au watu ambao ni wakorofi na wasiosimamishwa na jambo lolote. <coughs> Ni katika hali hii Yesu anasimama katikati yao, licha ya kwamba wamejifungia dirisha, kwamba hakuna chochote ambacho kinaweza kumzuia Yesu Mfufuka asiweze kupenya na kufika mahali ambapo anatazamia kuweza kufika. Aliingia katika chumba hiki ambacho kimefungwa, kumaanisha kwamba anaweza bado akaingia katika nyoo zetu ambazo zimefungwa na yule mwovu. Huyu ambaye ametubana tusije tukaweza kushiriki katika kufurahia na kushangilia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, akiendelea kutufunga katika dhambi zetu.